Mtazamaji na msikilizaji yanayojiri mitaani TV, karibu tena. Leo tutazungumzia kitu ambacho wengi hatukizingatii, lakini kina nguvu kubwa sana katika afya ya mwili. Faiba ndio ule unga lishe unaopatikana kwenye vyakula vya mimea kama matunda, mboga, nafaka, maha, na maharagwe. Lakini je, unajua faiba hufanya nini mwilini? Husaidia tumbo kufanya kazi kizuri, hupunguza kisukari, hulinda moyo na husaidia kudhibiti uzito. Kwa kifupi, faiba ni kama msafishaji wa ndani wa mwili wako. Leo nitakuonyesha njia tano rahisi kabisa za kuongeza ulaji wa faiba kwenye maisha yako ya kila siku, hata kama huna pesa nyingi. Pia tuanze na ya kwanza: kula matunda yote badala ya juisi. Wengi wetu tunapenda juisi safi, hasa baridi, lakini ukweli ni huu: wakati unakamua juisi, unatoa sehemu muhimu zaidi ya tunda, fiber. Fikiria hivi, unapokula tofaha apple nzima, mwili wako unapata fiber kutoka kwenye ngozi ya nyama yake. Fiber hii inasaidia chakula kupi, kupite kupita vizuri tumboni. Faiba hii inasaidia chakula kupitia vizuri taratibu tumboni hivyo hupunguza njaa na kusaidia kisukari isiongezeke haraka. Leo ukinywa juisi utapata sukari nyingi bila faiba. Matokeo yake unashiba haraka. Lakini muda mfupi baadaye una njaa tena. Kwa hivyo badala ya juisi kila siku, kula matunda kamili, hata kama ni apple moja, parachichi, avocado, papai au chungwa. Hiyo ni faiba ya asili ambayo mwili wako unaipenda ama mwili wako utaipenda. Pili. Ongeza mboga kwenye kila mlo. Kila sahani unaokula hakikisha kuna rangi ya kijani, njano au nyekundu ya mboga. Sukuma wiki, spinach, kabichi, karoti, nyanya, pilipili hoho. Hizi zote ni chanzo kikubwa cha fiber. Watu wengi hufikiri mboga ni kwa watu wanaopunguza uzito, lakini sivyo. Mboga zinaleta nguvu, zinasaidia mmeng'enyo wa chakula na zinalinda ini na figo. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, jaribu mpangilio huu ninaokupa hivi sasa: wali wako uwe robo ya sahani, mboga iwe nusu ya sahani, kuku au samaki iwe robo iliyobaki. Hapo umeongeza fiber bila hata kujua. Tatu, chagua nafaka kamili whole grains. Sasa turudi kwenye asili ya chakula chetu. Zamani wazee wetu walikuwa wanakula nafaka ambazo hazija kubolewa: ulezi, mtama na mahindi. Ulezi na mtama na mahindi ambayo ni ya kienyeji, mahindi ambayo yanafungwa kwenye jiko kwenye dari la jiko. Leo tumezoea mkate mweupe na wali mweupe ambao umepoteza fiber yote. Nafaka kamili zinajaa zaidi, zinatoa nguvu kwa muda mrefu na husaidia kudhibiti kisukari kwenye damu. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, jaribu kubadilisha wali mweupe, tumia wali brown rice, mkate mweupe tumia whole white bread, uji wa unga wa kawaida, uji wa ulezi ama uji wa shahiri. Hata kama unaanza kidogo kidogo, mwili wako utaanza kubadilika, tumbo litafanya kazi vizuri na utahisi wepesi kila siku. Ongeza maharagwe, dengu na mbegu kama chakula cha, cha bei nafuu lakini chenye faida kubwa ni maharagwe. Maharagwe, dengu, choroko, kunde zina fiber nyingi, protini na madini muhimu. Watu wengi husema maharagwe yananifanya nisipate ni, ni, nipate gesi. Lakini ukweli ni kwamba ukizoea kula kidogo kidogo kila siku, mwili wako utazoea vizuri. Unaweza kuongeza maharagwe kwenye wali, kutengeneza supu nyepesi ya dengu jioni, hata mbegu kama chia seeds na flaxa seeds. Flax seeds unaweza kuchanganya kwenye uji au smoothies. Kijiko kimoja tu kila siku kinatosha kuongeza faiba na nguvu. Tano, vitafunwa vyenye faiba asilia. Tukimalizia, hebu tuangalie vitafunwa. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV wengi hupenda chipsi, biskuti au keki kila mara, lakini havina faiba, ni wanga tu tupu na mafuta. Badala yake jaribu vitafunwa kama bc popcorn isiyo na mafuta, karanga bichi, matunda kama apple au pear, au hata viazi vilivyochemshwa. Hivi vitafuna vina faiba, vinalishe na vinakupa nguvu bila madhara. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, kumbuka, faiba ni rafiki wa tumbo lako. Husaidia chakula kusagika vizuri, kupunguza sumu mwilini, na husaidia moyo wako kufanya kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo kuanzia leo fanya mabadiliko madogo tu: kula tunda badala ya juisi, ongeza mboga kwenye mlo, chagua nafaka kamili, tumia maharagwe mara nyingi, na badilisha vitafunwa vyako viwe vya asili. Ndiyo siri ya afya bora na mwili mwepesi. Asante kwa kutazama Yanayojiri Mitaani TV. Kama umejifunza kitu leo, tafadhali like, share na subscribe, ili tusonge pamoja katika safari ya afya njema na lishe bora. Afya njema huanza na sahani yako. Tukutane tena kwenye video inayofuata.